Tumeanzisha Samia Bond ili kusudi tuwatengeneze Watanzania, wakandarasi wa Tanzania, wale wenye kuhitaji kukopa waende wakakopa wakajiimarishe, ili kusudi tuwe na makampuni mengi ya wa Watanzania wazawa ambao watakwenda kufanya hizi kazi. Natamani sana na narejea tena kuona kazi zote zinazofanywa na TARURA au TAMISEMI zifanywe na wazawa, bila aibu, bila aibu hata kidogo. Kwa hiyo, na sisi tunaendelea kuwaomba makampuni ya Watanzania mnakupewa kazi ifanyeni, mkitanguliza taifa la Tanzania mbele, uzalendo, wekeni utaifa, mkijua kwamba kazi hii ni kodi zetu wa Tanzania. Fanyeni kazi hii mkitanguliza ta taifa letu mbele, mkiweza kuaminiwa, hatutakuwa na sababu ya wageni kufanya kazi hapa nchini. Kazi zote zitafanywa na Watanzania. Hasa bahati mbaya wako wazao wengine kwapa kazi wanakwenda Afrika Kusini kutumia advance payment, wanakwenda nje kutumia. Tukiondokana na makampuni haya tukabaki na Watanzania kazi zote wakachukua Watanzania, wanapokwenda kuanza kazi wakatanguliza Tanzania mbele, wakajua hizi ni kodi za Watanzania, maana yake watafanya kazi hii kwa wivu mkubwa, kuhakikisha kwamba kazi zimekamilika. Kwa hiyo mimi endelee kuwaomba wazawa, sisi TAMISEMI tunataka tuwaamini na ndio maana tumeileta Samia moja. Tunawaomba, fanyeni kazi, mnaopewa kazi zifanyeni kazi, kamilisheni kazi kwa wakati, fanyeni kazi kwa viwango vya hali ya juu, ili kusudi tuendelee kuwaamini na hata miaka ijayo kusiwe na wageni kufanya kazi za Watanzania. a imeendew kwayo, mimi wapongezi sana, na wataalamu wangu wamesikia, mkurugenzi umesikia, nasema bila aibu. bila aibu, sisi wengine ni wazalendo sana kazi tunazofanya hizi za kiwango cha kawaida wapewe mazawa bila kujali ni kazi gani. Fedha itabaki Tanzania na wazawa watazifanya hizo kazi kwa wivu mkubwa, wakijua kwamba ni kodi za Watanzania. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kodi iendelee kuwaomba wazawa, mkipewa kazi ifanyeni kwa uadilifu wa hali ya juu, ili kusudi serikali iendelee kuwaamini, na mimi nasema natamani kuona kazi zote ndani ya wizara yangu nayoisimamia wapewe wazawa bila aibu. Nasema haya bila aibu. Aa, tumeelewana vizuri. Tumekushajifunza huko nyuma, fedha zetu zimeliwa na wageni hao hao ambao tunawataja kila siku. Wamechukua fedha, kazi hawafanyi. Sasa hayo siwezi kuyaruhusu mimi kama wako waziri mwenye dhamana hapa.